na waendeshaji wa msikiti wa Shadhili nimeombwa kuyaeleza yatakayosomwa kwenye khutba ya leo, ambao ndio kitu muhimu sana. Ijumaa huwa kuzungumzwe kitu ambao kwamba ni ahamu shei kwa maisha ya binadamu. Ndio lengo na madhumuni ya mkusanyiko huu leo, kwa kuwa ndiyo siku ambayo kwamba aliumbwa Adam, ndiyo siku ya kukumbuka binadamu alivyoumbwa baba yetu Adamu na lengo na madhumuni ya kuumbwa sisi. Ni lazima tutukue gurudumu letu la fahamu. yataka tufahamu kuna wakati sisi halikuwa hatuko wala hatukujua kwamba tutakuwepo, tukajikuta tumekuja ulimwenguni. Je, tumekujwa hapa kwa kutaka sisi au tumejikuta tuko ulimwenguni? Hakuna mtu aweza kufikiria kwamba siku yeye alikuwa hayuko kisha akaweko. Mwenyezi Mungu aliumba viumbe wote kisha akazitoa kwenye mtulinga mgongo wa Nabi Allah Nabi Adam. Baada ya Nabi Allah Adam kuumbwa akawa sura alivyokuwa. Mwenyezi Mungu akatoa viumbe vyote, sote hapa tulikuweko, akatupa ahdi, wa idha khadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alipotutoa katika mgongo wa Nabii Allah Adam, akatupa ahdi, akatuuliza alastu bi rabbikum, mimi si mola wenu? Watu wote wakasema kalu bala, watu wakasujudu. Kuna watu walisujudu wakizaliwa, wamezaliwa ni Waislamu. Kuna watu hawakusujudu, wakizaliwa, wamezaliwa si Waislamu. Kuna watu walisujudu kisha wakarudi, wale walikuwa ni Waislamu kisha wakartadi, waliyadhu billahi min dhalik. Kisha kuna wengine walikataa kusujudu kisha wakasujudu Bedui mmoja alimuuliza saidna Ali, wewe waikumbuka siku hiyo? Saidna ali akamba, naikumbuka waziwazi. Akamwambia, mimi siikumbuki, waweza nikumbusha ili nikumbuke? Saidna ali akamwambia, naweza kukumbusha. Akamwambia, ukilala wewe ukaota usingizini ukaota katikati kati ya usiku kabla hujaamka ndoto. Yule akamwambia, sikumbuki ndoto. Waikumbuka ndoto wakati gani? Akamwambia, wakati ambapo kwamba nikiamka pale ndio kumbuka yeye, jana naota kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa, lakini ndani ya usingizi siikumbuki ndoto. Saidna Ali akamwambia anaso niamu, watu wamelala sote sisi tumelala. idha matu intabahu, tunapokufa tunashunduka eh, kumbe ilikuwa hivi. Pale ukifa wewe unafungwa macho yako pesu pesi. Mwenyezi Mungu asema fakashafna anka ghitaaka fabasaruka lioma hadid. Fakashafna anka ghitaaka tutakuondolea ile pazia yote iliyoko ulimwenguni, utauona ule ulimwengu kama sura, kama vile ukitaka kuona sinema unaoneshwa una tele utaonyeshwa ulimwengu wote ule wewe ulivyokuwa na pale wendapo Fakashafna anka ghitaaka fabasaruka fabasaruka lioma basi macho yako siku hiyo pale watolewa roho hadid inaona mbaya yanakuwa makaa sana unaona kila kitu uwezi ufanya kitu wale watu wema wanakuja wakaambiwa, pale pale inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanzalu alaihim almalaika, malaika pale huja pap, wakawaambia wale ambao kwamba wamekufa na la ilaha illa Allah, wale wamekufa na tauhidi pale pale wanaambiwa Allah takhafu, msiogope, wala tahzanu, wala musihuzunuke, musiogope, huko mwendako. Nyinyi mwenda mahali kukubwa. Wala tahzanu, wala musihuzunike kwa wale mulowawacha watoto mali nini, majukumu usihuzunike, yote yataendelea vile vile. Wabshiru biljannati allati kuntum tuadun, tokoa pa bishara kuna pepo huko nyinyi mwenda, fi maqadi sidqi inda maliki muqtadir. Huo ndio mwisho wa binadamu, na mwanzo wa binadamu, Mwenyezi Mungu atuambia: walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tumemuumba hakika sisi tumemuumba binadamu kwa mchanga changarawe zile, kisha ukawa ukawa mdo udongo, thumma jaalnahu fi qararin makin kisha tukakujalia wewe ukawa kuna mahali utakaa kwenye uzao ambao ni makini, umetulia kabisa. Imetumika thuma, wakati mrefu baada ya kutoka yale manii yakaingia kwenye uzao wa binadamu bina, mpaka ukaingia kwenye uzao wake unaita uh, una, una uzao unaingia vijai vile. Wewe umeingia umeingiliana na mwenzako, wala hukungiliana kwa sababu ya kutengeneza mtoto. A, a, nyinyi mwingia ni starehe tu, yale maji yakaingia yakiingia Mwenyezi Mungu akamwambia, kwamba thumma ja'alnahu fi qararin makin, mahali ambapo kwamba yametulia kabisa. Thumma khalaqna nutfa, kisha ukabadilika vile vile vijaji, ikawa sasa ni nutfa nutfa yenyewe ikawa yaanza kukuwa ikawa damu, fakhalaqnal alaqata mudghatan, kisha pale pale pale, ile damu ikawa ni fundo, ikawa nyama fakhalakna lmughata idhama, kisha ile nyama tukaitia mifupa. Fakasouna lidhama lahma, kisha ile mifupa tukaifinika kwa nyama, kwa mifupa yote ukawa sasa, wewe ni kama chura, nyama na vikono na viguu, ukaja ukatiwa roho Thumma anshalnahu khalqan akhar, kisha tukakubadilisha tukaukawa mtu mwingine, siye tena yule ambao kwamba ulikuwa ni kitone, kisha likawa ni tone, kisha ikawa ni damu, kisha ikawa ni nyama, kisha ikawa na mifupa. Thumma anshalnahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ametukuka Mwenyezi Mungu, yeye ndiye bora wa kuumba. Hii aya imeteremka Maka wakati ambapo kwamba hakuna wataalamu wowote ulimwenguni. Ndani ya Maka kulikuwa na watu watano sita wajua kusoma sio wajua elimu. Ulimwengu ulikuwa hujajua marahil, vipi binadamu anaumbwa. Yamekuja kujulikana karne ya kumi na saba na kumi na nane, wataalamu wamekuja wakaona, walikuwa hakuna. Qur'ani ishaeleza namna gani binadamu anaumbwa.

Alladhi allama bil kalam, allama al insana ma lam ya'lam. Mwanzo wa kuumbwa binadamu imemweleza, kisha ikaeleza na umuhimu wake. Huyu binadamu amekuja kufanza nini hapa? Ukubwa wake binadamu, Mwenyezi Mungu amemtukuza sana katika vitu vyote alivyoviumba. Kuna vitu vimeumbwa vikubwa sana ardhi na jua ni vitu. Jua halibadiliki, kazi yake yaendelea kila siku na lamwendesha binadamu, amewekewa binadamu lejua kazi yake mbinadamu lipate kutoa mimea joto lake mvua mvua ambayo kwamba isababishwa na hilo jua, yote atumikiwa binadamu. Binadamu ameletwa hapa na riziki iko tayari, kila mtu akizali, akitoka ndani ya matumbo wa mamake anatoka na huku riziki iko tayari, mtoto papa anakwenda kwenye titi chakula tayari ndani ya uzao wa mama. Mwenyezi Mungu akashamwekea chakula, akitoka chakula kiko tayari. Kwa hivyo yataka binadamu azingatie, azingatie nini? Falyandhuru linsanu mimma khuliq, angalie binadamu alivyoumbwa ameumbwa kwa njia kubwa sana. Angalie binadamu chakula chake, falyandhuru liinsanu ila taami, amekitoa wapi chakula? Kila kitu chakula chake, akitoka kwenye akiwa ndani ya matumbo ya mamake chakula chake, anapotoka kwenye tumbo la mama chakula chake anapokuwa yeye sasa amesimama kwa miguu yake, hakuna mtu aweza kujimudu na riziki yake. Aiangalie, fayandhuru linsanu ila taame, anna sababna almaa sabba, yeye ameteremsha yale maji

ya sehemu fulani yatoa chuma. waanzalna hadida tuka wa kiteremsha chuma fihi basun shadid wa manafiun linnas. Ulimwengu hauwezi kwenda bila ya chuma. Hakuna mtu anasema, mimi mmeleta chuma, ni mvua imeteremka maji imepiga sehemu fulani ya, ya ardhi kukamea chuma. Chuma kile mkatumia nyinyi kwenye vitu tofauti tofauti. Yote ni kuangalia ukubwa wa Mwenyezi Mungu, kila kitu kilioko kimekuja kina sababu yake. hivyo ahivyo. Faabudullaha wa washukuruni, ni kuabudiwa Mwenyezi Mungu na kushukuriwa. Haya mambo Mwenyezi Mungu ameumba, Mwenyezi Mungu ametengeneza, kututengenezea sisi binadamu ili tuweze kuishi, na wakati wa kuondoka atakuondoa. Hakuna uhodari wowote sisi tulionao, hatuna nguvu zozote. Watu wa Maka wakati huo walikuja kuvamia na kutoka watu wa Yaman, kisa maarufu ya ashabil fil, wakaja miji nyinyi ndogo na nini kuta kuiondoa ile akaba na kuivuta. Abdul Muttalib alimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, hawa ni ngamia wangu, na hii nyumba yako. mimi nitakauna angalilia hawa ngamia wangu, nyumba yako shauri yako. Pale pale Mwenyezi Mungu akawaarsala alaihi tayran ababil wakateremshwa ndege, ndege wale wakatugushwa na atomic bomb, vijiwe vikawa kila kijiwe cha kupiga mtu, wakange wakasagika sagika, na adhabi hii ni kuonesha nguvu za Mwenyezi Mungu.

Waikumbuke sana kwa sababu hawahitajie, hamuhitaji hawa mtu yoyote ulimwenguni. Ile nema Mwenyezi Mungu aloapa, ile pesa walonayo ni azile watu kwenda kwao umra tu, sikwambie hija. Kila mtu aingiae pale iwe serikali yapata dola alfu moja ni pesa ngapi hizo? Pesa nyingi sana, hawahitaji petroli, hawahitaji madini, na petroli wanayo, madini na wanayo keli yakudura pa baaba, basi wamuabuduuu. Ukipata nema yataka wewe umshukuru yule aliyokupa ile nema. Wajua, katika neema, wa intaudu nimatullahi la tuhusuwa, wa intaudu nimatullahi la tuhusuwa, umzisa zile neema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo, wewe angalia una neema na wewe kuna yule alikuletea neema, usijiangalie neema tu wewe, usijangalie wewe, mwangalie yule alikuneemesha, yule kwanza wataka kumshukuru yule. Ili tumeeleza ni mukhtasar, kuonesha ukubwa wa Mwenyezi Mungu alivyoumba binadamu na lengo na shabaha ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na sisi tumewajibika tumeingia katika mwezi wa kujiandaa. Tumetoka kwenye Ramadhani sasa tunaingia kwenye Shawwal. Shawwal sasa tunajiandaa kwa mwezi mtukufu wa Mungu Ta'ala